Kwa majina ninaitwa Yusuf Tamba, asilimia tisini, wengi wenu mnanijua kwa kuzaliwa. Nimezaliwa hapa na wengine wananijua kwenye siasa kwamba nilichipuka kugombea ubunge jimbo la Mchinga kupitia CHAUMA, lakini mwisho wa picha, ukienda kijanga, ngalawa ikipinduka, ukitapatapa, unatokea mchikavu, nakuwa salama. Nilikuwa kijanga nikawa ninaendelea kutambiza. Bahati mbaya ngalawa yangu kapinduliwa na mamba, na leo nimenukia mchikavu, niko salama, sitaliwa na mamba tena. Hawa asilimia sabini na tano ndio watu waliokanipokea kwa bashasha, na nikiwa naongea maneno ya ukweli na porojo ya kuwatia imani, hata kama naamini moyoni mengine si kweli siasa ya upinzani, maneno kumi ya ukweli, maneno tisini ni ya uongo. Naomba mniwe radhi, ndugu zangu wote, naomba mniwe radhi, mama zangu wote. Kwa nini nawaambia hivyo? Mimi ni kijana, nimezaliwa hapa, nilikuwa ninaenda kukua kwenye siasa, kwa bahati mbaya nimekimbilia katika tumbwi wa vibwengo ule mtumbwi usingetufikisha kokote ndugu zangu. Kwa kugundua hilo, ule mtumbwi usingetufikisha kokote, nikaona bora nijitoe, mwanga mimi na wengine wawe salama. Swali la kujiuliza, uliona wapi? Nakuja kugombea jimbo, kata kumi na moja sina diwani hata mmoja. waliniingiza choo cha kike vijana, tunasema, uliona wapi? Ninakuja kugombea jimbo, chama ndo kwanza kina wiki moja. Na ndugu yangu mpendwa Nambone, pole sana, chama kina wiki moja, tunakuja tutake jimbo. Huu ulikuwa ni urahai, urahai na wizi ule kifiri ndani ya jimbo la Mchinga. naongea hivi sijashawishika, kama wanavyowaambia, sijashawishiwa, bali ni mtu mwenye akili timamu, nimpenda maendeleo, nikachunguza, nikawahoji. Ninaongea yangu moyoni, mengi hata ilani, mbona mjanipa kila ninapoenda? Mimi natoaya moyoni, nitafanya hiki, nitalinda, nita ndovu, mimi nimekuwa game ilani ya chama yenyewe sina yakawa, maneno yangu ya mdomoni na yatoa kuwaridhisha watu, na ndio maana ukinichunguza kwenye kampeni zangu, ni kweli mlikuwa mnaniitikia, lakini nilikuwa sina maneno ya kuwaambia zaidi ya kumchambua mama, amelalaje? Ameamkaje? Amekula nini? Yananihusu nini? Niwaambie ndugu zangu, msifanye makosa kama ningetaka kuyafanya mimi. Tarehe 29 Oktoba bado siku chache. Tiki yako ya kwanza kwa mama Samia Suluhu Hassan, tiki yako ya pili kwa mama Salma Kikwete, tiki yako ya tatu kwa mheshimiwa diwani. Wanasema ngoma ya watoto haikeshi, na yangu haijafika hata saa saba imepasuka. Acheni nilelewe kwenye Chama Cha Mapinduzi, acheni hao wazee wanilee, niwe kuje, nije kuwa mwanasiasa bora, nilete maendeleo katika kata ya Rutamba na Jimbo la Mchinga, maana mimi ni mzao wa hapa. Tarehe ishirini na tisa naomba mniahidi, mikono juu, naomba mikono juu, wale wote wataniunga mkono, mikono juu. Tarehe 29 kura ya kwanza kwa nani? Kura ya pili kwa nani?